hapa, ndugu wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi na utu. Uh, kwanza kabisa ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu tujalia kuweko hapa na kutuwezesha kufanya tulilolikusudia Kinataka niseme kwamba ni hatua nyingine ya kubadilika. Maendeleo ni mabadiliko, na hii ni hatua nyingine ya mabadiliko. Kimabadiliko hiya haya, ni katika jitihada za kuongeza kasi ya utekelezaji, kuimarisha uwajibikaji na kulinganisha au kulinganisha majukumu na vipaumbele vya taifa letu. Lengo ni kuimarisha mahitaji ya mwelekeo wa utekelezaji wa shughuli za serikali ili kuendana na kasi inayolingana na matarajio ya wananchi. Nataka nipige mstari hapo, lengo ni kuendana na kasi ya matarajio au mahitaji ya wananchi. Hivyo niwapongeze sana mlio hapa leo, mmeaminiwa kwa uwezo, uzoefu na uadilifu ni watake mkaishi na kiapo mlichowapa hapa leo, mkaishi nacho. Lakini pia kuna kiapo cha maadili ambacho mmesaini kopi mbili mbili, moja mtapewa mwe mnairudia kila mara, lakini kile mlichowapa hapa leo, kama mtu atakuwa amesahau vasi yoyote, katibu mkuu kiongozi anavyo, atakupa urudie. Sasa maelekezo yangu kwenu wakuu wa mikoa, Kanal Yahya Ramadhan Kido nimekupanga Kagera, na Kanal Donald William Msengi, wewe utakwenda Mtwara. Hii ni mikoa muhimu ya kimkakati kwetu, lakini pia ulinzi na usalama wa nchi yetu. takupangieni MADC ambao mnaweza kwenda nao na lugha moja, ili kwenda kuimarisha ulinzi katika mikoa ile ni mikoa ya kimkakati kwetu, na ni imani yangu kwamba mtakwenda kufanya kazi vizuri. Wasia wangu kwenu ni kushirikiana na mtakaowakuta madedi, wakuu wa wilaya na wengine ambao mtawakuta au mtakaowaletea ili mfanye kazi vizuri. Narudia, ile miwili ni mikoa yote, ni mikoa muhimu. Ile miwili ni mikoa ya kimkakati kwa usalama wa nchi yetu, na ndio maana nimetoa makanal jeshini nimewapanga huko kwa makatibu wakuu. Dokta Tausi Mbaga, mipango, nimekuvisha kofia mbili: ni katibu mkuu wa mipango na uwekezaji, lakini pia ni katibu mtendaji wa tume. Madhumuni ni kwamba utakalolipanga huku na utekelezaji wa huku viendane sambamba, viendane sambamba. Mtu ni yule yule, kinachopangwa ndani ya wizara kama sera, na unapokuja kwenye utekelezaji, kitu ni kile kile, unasimamia pale pale. Na ndio maana Dokta Msemwa naye nikampeleka uwekezaji, ili naye akasimamie uwekezaji. kuna pangwa dira, polisi na mambo mengine, utekelezaji kutushushia mipango ndani ya tume, na bwana Msemwa ni mtekelezaji kule uwekezaji nataka mkaimarishe usimamizi wa utekelezaji wa mipango ya taifa, na eneo hili ndilo eneo la utekelezaji wa dira yetu. Na kwa bahati nzuri, nyewe wenyewe ndio mlikuwa wasimamizi na waandishi wa dira ile. Kwa hiyo mnajua kiliomo, mnajua nini cha kwenda kufanya. Nachotaka kuwaambia katika utekelezaji wa sera na mipango mliotushushia kupitia waziri Kitila, tunako kwenda mbele, kuanzia nadhani mwaka wa fedha ujao tunapoanza kutekeleza dira, tumesema katika utekelezaji wa shughuli za uchumi serikali itawajibika asilimia ishirini na mbili private sector asilimia sabini na mashirika yetu ya umma asilimia nane Nataka mkafungue kwa sababu private sector kwa hivi tulivyojitia makufuli haitakuja. Tunazungumza PPP lakini sheria zetu zina makufuli, nataka mkayafungue makufuli, wale wa private sector waje wawekeze nchini, ndipo takapoipata asilimia sabini. Mmekuwa na mimi kwenye safari zangu za nje, mmekuwa mkinisikia ninavyoahidi wawekezaji na mmeona hamu ya wawekezaji kuja Tanzania. Sasa wasije halafu tumewafungia mlango, hapana. Nataka mkafungue wawekezaji zije, FDI zije nchini, tuweke vitega uchumi hapa ndani ya nchi na taifa linufaike. Kwa hiyo, hiyo ni kwa upande wenu. Lakini kwa katibu mkuu, makatibu wakuu wengine ni ndugu um, matarajio kuna siku nilikuapisha nikasema wewe ni spea pati yangu. Kwa hiyo kila ninapoitumia spare part wewe usishangae. Sasa nimeona ni kutumie kwa katibu mkuu, upande wa gesi na mafuta tutakwenda kusaidiana na feli feli, yuko ehe. Feli atasimamia nishati kwa sababu katika dira yetu, katika ilani yetu tukifika 30, tunatakiwa kuwa na megawatt ngapi feli? Elfu nane. Elfu nane. Hiyo ndio kazi yako tukitumia jua, tukitumia maji, tukitumia sijui themo, tukitumia nini, wote huko mbele nataka zile megawati elfu nane ziwe zimepatikana. Na kwa maana hiyo, matarajio anakwenda kusimamia gesi na mafuta. Mambo yote yanayohusu gesi na mafuta mimi nitakukaba wewe. Kwa hiyo um, hayo ndio mambo yako. Anayefuata waziri waziri umekaa namie muda mrefu, umefanya kazi nzuri sana. Akiambua mama kaupiga mwingi na we umo, sababu wewe ndio mtu wangu wa hapa. Lakini kazi yangu ni kulea na kukuza, si kulea na kudumaza, na ndio maana wengi niliowalea nawatoa, nawapa posti, nendeni kafanyeni, nasukuma vipaji mbele. Nimepiga jicho hapa nikamwona Blandina. Blandina, hebu simama Eh, huyo alipokuwa na mimi nikimwita maijirafu sasa, nimempeleka tume ya mipango na ninauliza anafanya vipi, naambiwa safi. Kwa hiyo, hiyo ndo kazi yangu kulea na kutoa, na nimetoa wengi, metoa kina Juma Mkomi, sasa hivi makatibu wakuu utumishi wanafanya vizuri. Nimetoa kina Felista, nimetoa magoti DC, mnakisikia huko kina Nguruma. Kwa hiyo kazi yangu mimi kama he nalea halafu nawatoa wa nendeni kakueni. Kwa hiyo babangu nimekupeleka ukakue, lakini jengine unajua ninachokitaka, umekuwa na mimi kwa muda mrefu unajua ninachokitaka. Kashirikiane na waziri wako, waziri yuko. E, kashirikiane na waziri wako. Nataka viwanda. Baseline yangu ni pale alipoacha Jafo, ripoti yake kanaambia kuna viwanda kadhaa vikubwa vidogo vya kati vya nini. Nataka niwapime kwa idada, idadi ya viwanda nitakavyoleta nchini, kwa ukubwa wa biashara, utanuzi wa biashara tutakao kuwa tunafanya na nchi za jirani, lakini na nchi za nje. Hicho ndicho kipimo changu kwenu, kwa sikuwaweka pale mkacheke na wafanya biashara mkacheke na wana viwanda, mzunguke tu kwenye viwanda. Hapana, vutieni biashara, vutieni viwanda kama hamjafahamu waziri, unajua vya kunifika mchukue mwenzio waziri wako, njooni nikatukae, tueleweshane. Haya, mwingine Nguvila, Nguvila, we ni rasi wa muda mrefu na ulipoomba ruhusa kwenda kwenye bunge, nilijua hakika utakwenda kupigwa hurudi. <laughs> nilijua hurudi lakini ikasema mtoto akitaka wembe mpe, ukisha mchinja atajua, si ndio? Kwa hiyo wembe umekuchinja mwanangu, nikasema ngoja upumzike kidogo. Lakini utendaji wako na ujua vizuri sana, na kurudisha na kupeleka Arusha. Arusha unaijua, Arusha imechangamka, Arusha ina mambo mengi, Arusha ni sura ya nchi yetu tunakomodate pale taasisi za kikanda za kimataifa. Nataka ukafanye kazi na kuamini na najua unaweza, kanifanyie kazi ya Arusha. Aha. Na nikumbushe ni tena jina Ke... kewe? kewe huku nindi nimekupeleka mifugo, kilimo umekuwa rasi Njombe, bosi wako yuko nyuma hapo anahangaika na lishe, na nadhani amefanya vizuri, ameweza kupunguza uh, kiwango cha udumavu na yale matatizo ya lishe si haba. Saka msaidia afanye vizuri, lakini Njombe ni mkoa tunaotegemea kilimo, ni katika mikoa inayolisha Tanzania, ni katika mikoa inayolima mazao ya biashara. Kwa hiyo nenda kamsaidie mheshimiwa mkuu wa mkoa na mheshimiwa mkuu wa mikoa. Taona kwamba ninachofanya ni patches tu, anaye staafu sijua, naye ni patches tu nafanya, kwa sababu mliopo nawaamini, mliopo nimeona kazi yenu. Kwa hiyo twendeni tukachape kazi, lakini kazi pamoja na utu, ili nchi yetu isonge mbele. Sawa so, kwa hiyo nindi, bosi yuko nyuma hapo, amekuja kupokea Nenda kachape kazi. Anayefuata nsubili Joshua, ili jina la kati miaka yote imekana we silijui, akomeligwe silijui, najua nsubili Joshua tu, lakini ni katika ile HR tunalea na kutoa. Nadhani pamoja na Rose hivyo hivyo, eh tunalea, tukiona wako vizuri tunasema pelekeni vipaji nje. Kwa hiyo nendeni kafanyeni kazi zenu za unaibu katibu mkuu, kama tulivyowaamini. Nendeni kasukumeni sekta zenu, mnayajua yaliyoko huku. Nimekaa na nyinyi muda mwingi kwenye baraza la mawaziri. Dokumenti zangu zote zikitoka kwangu zinakuja kwenu zinafanyiwa uchambuzi, mnaziangalia, mnatoa recommendation. Yale marecommendation sasa katekelezeni, kawasaidieni mabosi wenu Mkatekeleze yale mliokuwa mkinambia, Mheshimiwa, tunaomba uridhie hili na hili lifanyike. Nasema oke okay, kama ulivyopendekeza ulivyoshauri, chukua hatua sasa, kachukueni hatua. Uh, Ros nakwenda maji, si unajua umuhimu wa maji, na katibu wa mkuu wako Mwajuma, e, Mwajuma ni injinia, bosi wako yuko nyuma, Poawesu. Hawa wote mi nawaita watoto watundu wako hivi, hawatulii. Nataka nawe ukafuate huko yale mambo ya kuelemea kwenye deski kufanya analysis ya maandiko nayo kuchushia. Sasa nenda kawasaidie, maji muhimu, tupate maji, na kikubwa kuhangaika, fedha ya maji iko wapi, ili tumalize ile asilimia iliyobaki, kila mwananchi awe na maji safi na salama. Sawa mamangu. Haya, Luvanda, hivi Luvanda nimekupeleka wapi? mazingira hu ulikuwa balozi muda mrefu, kwa hiyo umekuwa ukiasikia nayo usemwa. Umekaa India, umekaa Japani, umekaa wapi tena mwisho eh? India sawa na Japani, alafu nikakurudisha aya sasa. Nakutwika mzigo huu. Masauni yuko eh, yuko naibu waziri wako yule pale, nenda akawasaidie. Kikubwa ni carbon credit, pesa nyingi tunanyang'anywa watu wetu wanapata, ukiangalia Tanganyika wanajisifu tunapata mpaka 9 billion kwa carbon credit, lakini wanaweza wakapata hata 20 billion. Yule wa katikati yule anayechukua huku na kuuza kule, anachukua pesa nyingi sana. Kwa nenda kashirikiane na kituo, msimame vizuri tupate haki yetu, pamoja na mambo mengine ya mazingira. Mazingira yetu yameharibika sana, tunapanda miti kwa sana, nenda kasaidiane, nataakuta myungi yupo Eh, yule ni guru la mazingira na ndio bosi wako, kwa hiyo nendeni kafanyeni kazi pamoja. Haya. Anaifuata ni nani? Mbwasi, nimekupanga wapi? Viwanda na biashara. Kwa hiyo nyinyi wawili katibu mkuu na naibu ni wapya, lakini sio wapya kwenye konsepti yote ya uchumi wa viwanda, kwa nendeni kamsaidieni waziri mchape kazi Sawa. So, haya anayefuata, Sheikh. Wewe uvuvi pamoja na mifugo ni nani? Aha. Mifugo na uvuvi, sekta zenu na bosi yuko nyuma hapo. Nilikuwa anamwona anapambana huko mikoani huko na wafugaji na wavuvi. Sekta yenu ni sekta muhimu sana kwa vijana wetu sana sana nadhani juzi au juzi ilikuwa na kikao na baadhi ya mawaziri hapa na watu ambao tunahitaji watusaidie, lakini katika kuibua sekta zenye low hanging fruits ni mifugo, uvuvi na kilimo. Hizi ni sekta ambazo tukizisimamia kikweli kweli, kisayansi, zitachukua vijana wengi sana kwenye ajira, lakini si tu kuchukua vijana, taleta mapato mengi sana nchini na ni sekta ambazo mavuno yake yanatakiwa kwa haraka. Tukiangalia hapa, nchi za Gulf zinataka nyama iliyochinjwa na nyama hai, wanyama hai kwa season zao, lakini nyama iliyochinjwa kwa kiasi kikubwa sana. Hatuwezi ku nani ku, ku, ku, sasa mpaka tuisimamie tu BBT mifugo, vijana wale wafuge, na wengine wafuge, wafugaji wa kawaida wafuge, tuwabadilishe, ndio tutaweza kuuza kwa wingi kwenye hayo masoko lakini uvuvi vile vile sasa hivi ni misamaki ya kufugwa tu, wenzetu wanakula kila kitu, vyakula hakuna. Kuna soko la China, hatuwezi kulimaliza tukifuga vizuri, tukifuata standards. Na we ni bingwa sana kwenye ufugaji, kwenye uvuvi tutakwenda vizuri. Lakini jingine, yale mapato tunonyanganywa kule high seas. Meli inakwenda kule, si tunategemea mapato ya leseni tu. Lazima tubadilike sasa. Tubadilike na tujue wanachukua nini na lazima wa process kile wanacho wanachokichukua lazima wa process ndani. Kwa hiyo tuende kutoka na mabadiliko ya sera, mabadiliko ya sheria, lakini lazima tusimamie sekta zifaidishe taifa letu. Sawa. Haya, nikitoka hapo bwana, viwanda vingine, kuna operation ya viwanda vya dawa kipimo chako ni kuifanya Tanzania ijitegemee kwa asilimia si chini ya sabini ya zile dawa tunazoweza kuzalisha. Najua waziri yuko hapa ayuko. Najua um, kuna kuna kazi imeanza kufanyika ya viwanda, nenda kaisimamie, lakini muelewe wanaowekeza ni kina nani. Kuna watu wengi wanahamu kuja Tanzania wanakwamishwa ardhi, wanakamishwa na ukiritimba wetu. Nataka ukasimame viwanda vya madawa vijengwe humu ndani, vijengwe na tujitegemee. By 2030 tujitegemee kwa asilimia si chini ya 80, sawa? Haya, utasemwa mengi, sijui wa Crown Radio, sijui wa Crown nini, sicho nilicho kupelekea. Najua na unaweza unaweza kusimamia viwanda vya madawa wawekezaji Nenda kasimamie eh. mm-hmm. Mifugo nani tayari? Kewe naibu katibu mkuu wapi? Tume ya mipango ya kwako nimesha sema, pamoja na maboso wako wawili wale pale na wesi. Nimekutoa mle mle ndani, nimekupandisha, ndio, aa nimekutoa nje nikakuleta private sector. Very good. Sasa yale mawazo ya private se sector, corporate thinkings, nenda kasaidiane nao vizuri. Hata Tausi alitoka private sector, tumejitahidi sana kumbadilisha awe mserikali kabadilika, lakini hajalewa sana. Na wao umetoka private sector, nendeni katupangieni yale mnayokaa kututeta kule nje kwenye private sector, Serikali ingefanya hivi ingekuwa hivi. Serikali sasa kafanye. Sawa. Nenda kakae na uongozi uliopo Peleka mawazo ya ya, ya, ya nje tu tuikuze tui, ya mipango e, iwe na ufanisi na kila kitu halafu, wa mwisho, Kaguti, nakusudia kukupa mamlaka ya nchi hii kwenda kuiwakilisha nje, na utakapokwenda kule wewe umeibeba Tanzania yote mgongoni kwako, kwa hiyo nadhani ukitoka hapa naibu waziri wako yuko hapa, waziri nimemtuma huyo eh, hapa wataenda kukupeleka chuoni. Nadhani kuna crash program ya wiki mbili, sijui au tatu. Baada ya, ya hapo watakuwa wamejua kituo chako ni kipi, wanakwenda kufundisha ubalozi kwanza, lakini wakati mwingine ubalozi mi huona kama mnafanya uvivu makezile protocol ufundishwe, sijui kifungo ufungeje vifungo, sijui kidole kikaeje sijui ukikaji wa meza ufanyeje, lakini mtu akikusema vibaya wewe usiseme vibaya, mjibu politely, kitu ambacho mimi siwezi. Wakinikera mimi nabwatuka tu, nikirudi ofisini, msaidizi wangu wa diplomasia ananiambia, mwisho wake, mpale leo ulikuwa hivyo, ambia hiyo. E, kazi yako wewe. Mimi wamenikera wamesema, na mimi nasema, kwa hiyo utapita kwenye crash program ya kuambua ubalozi ni nini, and then tutakupangia kituo. Utakia kazi njema. Haya, nadhani wote nimesema nao. Ndugu zangu walio hapa na mlio kwenye viti, mlio kwenye nafasi, kazi yetu ni kulifanya taifa hili liendelee. Kazi yetu ni kwenda kuitekeleza dira yetu ya miaka ishirini na tano ijayo ambayo itaishia hamsini atoka mimi kesho kutwa ataingia mwingine, nadhani atatoka mwaka gani, sijui 40 ataingia mwingine ndio kuja kumaliza utekelezaji wa dira ya ishirini hamsini. Lakini sisi ndio wa kuweka msingi, kama tulivyokuta msingi wengine wameweka, sisi tukajenga juu, na sisi ndio wa kuweka msingi wa utekelezaji wa dira ambayo tunakwenda kuitekeleza. Kwa hiyo, niombe kila mtu akafanye wajibu wake, kila mtu akawajibike na pale anapotakiwa kuwajibika. Niombe sana, ndugu zangu. Sasa mimi kwangu ni jicho. Nani anacheza vipi? Ukiona steps zako haziendani na ngoma ninayoipiga basi, utatupisha tu pembeni, niangalie nani mwingine miguu yake miepesi ambaye anaweza akaendana na steps za ngoma ninayoipiga. Sawa, ndugu zangu. Nawatakia kila laheri, kazi njema wale waliofikiri labda tukiingia kutakuwa na pindua meza, mambo yaanze upya. Hapana, hii serikali inaendelea. Kwa hiyo kutakuwa na mabadiliko patches. patches, kubadilishana vituo kubadilishana sekta, hayo yatakuwepo, lakini mpaka mtu akithiri sana ndo atakaa pembeni. Asipo kithiri tutakwenda pamoja, tutarekebishana, tutakwenda pamoja, kwa hiyo kachapeni kazi, kafanyeni kazi zenu. Haa, Tanzania ina midomo mingi mikubwa. Kila unalofanya linatafsiriwa. Sasa likuwa naona mambo mengi eh, waziri katolewa eh, kiko wapi eh? Nachokwambieni nimelea amekuwa na mu expose kwenye sectors ndicho lichofanya na wote niliowasogeza ni hivyo hivyo nalea wanakuwa na wapeleka wengine. Ningeacha adumai na mimi hapa mikeshokutu wanatoka, future yake iko wapi? Nimwache adumai na mimi hapa anayekuja? Atakuja na wakwake. Kwa hiyo acheni midomo ya uongo. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa heshima na taadhima tunakushukuru na sasa naomba Uruhusu tufanye itifaki kwa ajili ya upigaji wa picha za kumbukumbu hapa nje. Asante sana Mheshimiwa Rais. Naam, mtazamaji wa TBC1 ndivyo linavyomalizika hivyo zoezi la uapisho wa viongozi mbalimbali ambao Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliwateua eh, hivi karibuni. Acheni midomo ya uongo akimaliza hivyo, kwa maana ya kwamba eh, kumekuwa na watafsiri wengi sana wa mambo yanayofanyika kutokuliko uhalisia wenyewe, naye akisema kwamba eh, ofisi yake imekuwa kama chuo, naye amekuwa kama HR eh, wale ambao anakuwa anawapa basi eh, nafasi ya kwenda kufanya mambo makubwa zaidi katika sekta eh, na kuondoa sehemu moja ambao anaamini pengine wangedumaa kwa anakwenda kuwapa nafasi ya kwenda kuonyesha zaidi uwezo wao na kuwakuza zaidi basi. Na ndivyo tunakamilisha hivyo matangazo haya mbashara ya uapisho wa viongozi mbalimbali mbali, na sasa tunaendelea na mtiririko wa vipindi vyetu vya kawaida.